Tuelekee kaunti namba 25 ambapo mamia ya vijana wamejitokeza katika uga wa chuo cha anuai mjini Maralal kwenye kaunti ya Samburu kushiriki zoezi la usajili wa utoaji mkopo wa mtaji kwa vijana. Mwandishi wetu Boniface Barasa anatuarifu zaidi. Ni mamia vijana ambao wamejitokeza kwa wingi na wamekongamana katika uga wa chuo anuai mjini Maralal katika gatuzi la Samburu, kujaribu bahati baada ya kutuma maombi ya kuweza kupata mkopo chini ya mpango mzima unaoendeshwa na serikali wa Nyota wa kuwapa mtaji vijana ambao wanalenga kujitosa kwenye biashara. Na vijana hawa wamepiga foleni hapa, wametunga foleni hapa wakiwa na matarajio chungu nzima. Nimerauka asubuhi na mapema ili nikuje kuungana nazi kama wanabiashara ili tupate tu, tu hizo pesa ili tupate to achieve our achievements in the future. Uko na idea gani ya biashara? Nilikuwa nataka kuwa salonist. Nikipata hiyo pesa nitafurahi ili niweze ku train wenzangu ili to push my life, nimekuja hapa asubuhi kuna nini program ilikuwa inaendelea hivyo, ndio maana nimekuja hapa asubuhi. Nilikuwa nataka kijana, nifungue biashara, nilikuwa nataka kufungua hata kama nikaduka hivi at least nijipate kujiinua kimaisha. Vijana wanapoelezea matumaini yao baada ya kufika hapa wakitunga foleni, wakitarajia kwamba mwisho wa siku watakuwa wanaridhiwa ili kuweza kupewa mtaji chini ya mpango wa Nyota. Wameelezea wanataka shughuli hiyo kufanywa kwa uwazi. Hii process imekuwa sawa. It's it's all order, orderly na tunashukuru government kwa hii opportunity. Kwangu mimi nilitarajia kuanzisha biashara ya cosmetics na with the funding naona nikianzisha if it goes well hao hawa wanapoelezea matumaini yao. Afisa msimamizi wa shughuli hii katika eneo hili la Samburu Magharibi ameweka wazi vigezo wanavyoangazia na akisema kwamba vijana takriban sabini kutoka kila wadi watakuwa na faidi na mtaji huo. Na leo tuko na tunafanya verification ya wale wame apply hili mpango ya nyota ya serikali kuu, na we have more than 4000 applicants ambapo hapa wametoka ward saba, ambapo tunatofanya verification siku ya leo. So vijana wamejitokeza kwa wingi we watulivu tuweze kumal, kumaliza hii zoezi. ila wodi tutakuwa tunapapa vijana sabini kutuma maombi kwanza. Tunaangalia kama wewe ni mkenya kwanza, ile wodi umetoka. Lazima kuwa na miaka kati ya 14 mpaka 29, na kia, kama uko na ulemavu ukuwe na miaka mpaka mwisho 85. Mamia ya vijana wanapoendelea kupiga kambi katika uga wa chuo anuai mjini Maralal akiwa na matumaini ya kuweza kuridhiwa ili kuweza kupewa mtaji huo. Shughuli hii kwenye kaunti ya Samburu imeweza kuongozwa naye katibu wa ugatuzi nchini Michael na Salon, ambaye amedokeza kuwa muda zaidi umeweza kuongezwa ili kuona kuwa wanakidhi hitaji ya idadi kubwa ya vijana waliojitokeza kushiriki zoezi hili, na litakuwa linakamilika hapo kesho. Bonfas Barasa Runinga Citizen uga wa chuo anuai mjini Maralal gatuzi la Samburu. Kutoka gatuzi la Samburu